tumepewa kutafakari neno la mungu kutoka injili ya yesu kristo kama anavyoandika Mathayo mtakatifu sura ile ya kumi na sita na mstari wa ishirini na saba Mathayo kumi na sita mstari wa ishirini na saba neno la mungu linasema kwa maana mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika zake, ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Narudia, kwa maana mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa Baba yake tena pamoja na malaika zake ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Tuombe. Mungu mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni, ulipokuja duniani ulijifunua na ukamfunua Mungu kwetu, nasi tukaona utukufu mkuu, tukaimba usiana lakini sasa Mungu, katika majira haya ya kanisa, tunapoanza kusikia habari za mategemeo ya ujio wako, tukikumbuka kuja kwako hapo awali na kutufundisha haya yote tunayoishi leo, lakini tukikumbuka ujio wako mara ya pili, utusaidie kutafakari neno lako, utusaidie kuosha mioyo yetu na kusafisha, utusaidie kuyalima mabonde na kuyasawazisha ili unapokuja uingie kwetu na ukae kwetu. Kristo Yesu Bwana wetu Amen. Nikuombe uketi. Asante, asante. Ndio Bwana Yesu watufiwe. Mimi nafurahia nyimbo hizi, nyimbo za kitabu chetu, nakua tunatamani kwaya, kwenye uimbaji wenu, kila mkiimba, angalau mnaimba wimbo mmoja wa kitabuni zina uzuri wake na mahubiri yake, hasa kipindi hiki cha nyimbo za majilio. Ukiziimba unasikia yake kama yoni mwako umehuishwa upya. Pendwa, leo ni siku ya Bwana ya kwanza katika majilio, siku ya kwanza kwa mwaka wa kanisa, Advent. Tumepewa ujumbe unaosema mwenye haki analijia kanisa. Bwana mwenye haki analijia kanisa, na tumesoma neno hapa kutoka Mathayo Mtakatifu sura ile ya kumi na sita mstari wa ishirini na saba Katika neno hili ningeopenda nianze nini maana ya majilio yaani, yani Advent. so mara nyingi sasa tunakuwa na wiki tatu mpaka nne za majira ya Advent. Na tukimaliza kuwa haturukiki na pengine kuna watu hawafahamu. Wangapi wanafahamu neno Advent au majilio? Sio Advent shule. <laughs> Majilio, wangapi wamesikia habari ya majilio? Wanaasifiwe kanisa, naomba tunyoshe mikono wanaofahamu. Mungu wangu, sasa mnaona hata nusu ya kanisa hawafahamu majilio ni majira kwanza ya, mua, ya kwanza ya mwaka wa kanisa. Yaani, leo ndo tumeanza mwaka wa kanisa, sio sio tarehe moja. Mwaka wa kanisa umeanza leo. Kwa nini tunasema umeanza leo? Ni kwa sababu tunaanza na mategemeo. Kanisa lilitegemea ujio wa Yesu Kristo au masihi wa Mungu, kwa hiyo lilisubiri kipindi chote, na masihi wa Mungu alipokuja ndo ukawa mwanzo wa kanisa. Kwa hiyo kipindi hiki tunapoelekea Krismasi tunakuwa na wiki nne za kusubiri ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo, na hapo ndo tunasema kanisa lilianza Agano la Kale, na Agano la Kale lote lilikuwa katika hali ya kusubiri ujio wa Masihi, na ujio wa Masihi ulipokuja ndipo kanisa likaanza. Kwa hiyo kipindi hiki hasa tunaona msingi wa kanisa wa kusubiri ujio wa Masihi, lakini Masihi alishakuja Yesu Kristo basi tunatafakari na ujio wake wa mara ya pili. Kwa hiyo Advent huwa na mambo mawili makubwa. Jambo la kwanza, kukumbuka kusubiri kwa ujio wa Yesu Kristo, yani Masihi wa Mungu, na jambo la pili, baada ya kuja tunakumbuka ujio wa Yesu Kristo mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ndiyo hiyo. Na sasa, watu wa Mungu, kipindi cha majilio Leo tunakienda kwa majuma manne. Nani anaweza kufahamu sababu za majuma manne? Kwa nini majuma manne? Toka kuumbwa kwa mwanadamu, yaani Adamu, mpaka kufika kuja kwa Yesu Kristo, ilikuwa dunia imepita katika kipindi cha miaka elfu nne. Bwana asifiwe. Dunia ilikuwa imepita kwa kipindi cha miaka elfu nne. Kwa hiyo yale majuma yale yanawakilisha kila juma miaka elfu moja na Biblia imesema miaka elfu ni sawa na siku moja ikishakupita. Kwa hiyo tunasema siku ya Bwana ya kwanza katika majilio, leo miaka elfu moja toka kwa Adamu. Jumapili ijayo tarehe saba inamaanisha miaka elfu moja mingine inakuwa mingapi? elfu mbili, juma jumapili inayofuata miaka 1000 na inayofuata miaka elfu kwa inatimia majuma mangapo manne ambayo yanamaanisha kipindi cha majilio. Tunasubiri, walisubiri miaka elfu nne ujio wa masiya wa Mungu kuwepo duniani. Na sasa toka amekuja ni miaka elfu mbili na kadhaa toka amekuja, na sisi bado majilio yale yaliyopita na sisi tuna majilio yetu ya kusubiri ujio wa Yesu Kristo mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe! Lakini sasa leo sana sana nitazungumza habari za majilio, na hasa miaka elfu moja ya mwisho, miaka elfu moja ya mwisho. So tukisema tuzungumze miaka elfu elfu tatu ile ya nyuma, mambo yatakuwa mengi. Na sasa leo moja mwana wa Adamu anaanza, kwa maana mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wake, akimaanisha incarnation, Mungu kufanyika mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atafanyika mwanadamu siku ya Christmas. Mungu alifanyika mwanadamu, akakaa kwetu tena, na sisi tukauona utukufu utukufu kama wa baba huko ulivyo mbinguni. Yesu aliushusha duniani akazaliwa. Hilo ndilo jambo la kwanza katika majilio tunalolisubiri. Yesu anajitambulisha anakuja na kufunua kumfunua Mungu kwetu, na hata ilipoikuwa imetabiriwa toka miaka hiyo na manabii manabii kama Mika tano mbili, mtasoma wenyewe, alitabiri akazaliwa Bethlehem yaani Mungu atazaliwa Bethlehem, Mika tano mbili ilitabiriwa na Isaya saba kumi na nne atazaliwa na Bikra Maria. atazaliwa na Bikra Maria, atazaliwa na Bikra Mariamu akuiweka, atazaliwa na bikra, ndivyo ikawa kwa Yesu alipozaliwa. Isaya tisa sita atakuwa Mungu mwenye nguvu na mfalme wa amani. Kweli alipokuja Yesu alihubiri amani na furaha. Kwa hiyo haya ndiyo matabiri, na Isaya hamsini na tatu atateseka kwa ajili ya dhambi za watu. Na baadaye utabiri huo sasa ulipoisha toka kwa Isaya, toka kwa Isaya mpaka kuja kuzaliwa Yesu Kristo ni miaka karibia mia saba na kitu. Baada ya utabiri wa Isaya, dunia ilikaa kimya, bila nabii, bila kitu chochote kwa miaka mia nne. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tukiachwa miaka mia nne hapa sijui itakuwaaje. Lakini kipindi hichi watu wanakiita kipindi cha ujio. Watu walisubiri tena, walisubiri, wengine wakapoteza matumaini. Dunia ikagawanyika katika makundi mawili. Lipo kundi ambalo ni kama sisi, lilibaki likimsubiri Yesu hata baada ya ukimya wa miaka 400. Bwana Yesu asifiwe. Lilibaki kimya Nikisubiri nikiabudu, hata kama walikufa, hata kama wengine walioa na kuoana, hata kama wengine hawakupata tumaini, anakuja lini? Lakini walisubiri hao. Ni kama sisi tuliosubiri sasa miaka 2025 na hatujui anakuja lini. Bwana Yesu asifiwe. Umechoka kusubiri? Muulize mwenzako, umechoka kusubiri? Niambie, hata mchungaji ajui Yesu anakuja lini mara ya pili. Hata mimi sijui. Hata yeye aliyeondoka hapa anasema hata mimi sijui, anayejua ni Baba. Kwa nini subira ya kumsubiri Yesu, ya kumsubiri mwokozi wetu, ndio majilio hasa. Na kipindi hichi, tunapewa itikio la kuwa watu wenye kusubiri kwa amani na kuendelea kuabudu katika laili nilile. Nilikata tamaa kabisa, nikaona haiwezekani ipite miaka mia nne hii miaka mia nne sasa tunamsubirije? Na sasa hata hilo kundi sasa lipo limesubiri limekaa kanisani mpaka wanazeeka, hawajamuona Yesu anakuja. Wamekata tamaa, wameliacha kanisa, walikuwa Wakristo, leo sio Wakristo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awalehemu wa na kuwarudisha katika nyumba yake. Hatujui pengine itakuwa miaka elfu nne ndiko kutakuwa mwisho wa dunia, mimi sijui lakini tunaitwa leo neno la Mungu kuendelea kusubiri kuendelea kusubiri. Malengo ya ujio wake mara ya kwanza yalikuwa ni kumwokoa mwanadamu. Tunamsubiri Yesu Mwokozi. Bwana Yesu asifiwe. Yule aliyekufa kwa ajili yetu na dhambi zetu tukasamehewa, ndiye tunayemsubiri. Tunamsubiri aliyekuja kumfungua Mungu akamwonyesha kwetu. Tunamsubiri aliyekuwa na malengo ya kuliweka agano jipya na leo tutashiriki meza ya Bwana, tutakula mwili na damu ya Yesu Kristo tukipokea agano jipya la Bwana Yesu. Kuanzisha ufalme wa Mungu duniani, ameuanzisha. Hebu jitazameni mlivyo na mshangilie Mungu. Hivi mlivyo ni kama ufalme wa Mungu umejengwa duniani. Huyo ndiye tunayemsubiri. Na tano alikuja kurejesha haki, narudia haki sababu haki tutaizungumza huko mwishoni. Alikuja kurejesha haki, ni mwenye haki, na neno limesema mwe Bwana mwenye haki analijia kanisa lake. Sita, hapa ni Yesu kama mwanadamu, yani incarnation, Mungu anafanyika mwili wangu, na kwa alikuwa kama mimi na wewe, akazaliwa pale kwa bwana seremala, akapiga randa, akaishi kwetu, akawa mwanadamu, akaziona adha za dunia. Huyo tunayemsubiri. Wayahudi waliposubiri kwa kipindi, waliamua kumwacha. Wengine wakasubiri, na hata alipokuja hawakumwamini. Wachache waliomwamini wameeneza habari hizi wakishirikiana na Yesu Kristo. Ndivyo ilivyo hata leo, tutaendelea kumsubiri Yesu Kristo. Jambo la pili, Bwana mwenye haki analijia kanisa. Hii hali ya pili ile inayokuja ni ile Yesu atakuja mara ya pili ili sasa la kwanza lile tunakumbuka, tuna ujio wake, tunamsubiri, tunaisubiri Christmas kuzaliwa kwa mwokozi wetu. Lakini ya pili, Yesu alikwisha kuzaliwa wapepo na alikwisha kutuhubiria habari njema. Sasa sisi tunamsubiri mara ya pili. Neno haki, haki ni neno muhimu linalomaanisha upatikanaji wa kile kilicho sawa, halali na stahiki Bwana Yesu asifiwe. Sifa za haki: ya kwanza kiwe sawa, yaani ulichokifanya kiwe sawa; cha pili kiwe halali; na cha tatu ni stahiki, anastahili kuipata. Biblia inasema helini wenye njaa ya kiu na haki, Matayo tano sita. Ni kusema haki ni baraka na watu wote wanaongozwa, wanaongozwa na wana njaa na kiu ya kutenda haki kwa wengine, wana haki, wana kiu ya kutenda sawasawa, wana kiu ya kugawa kilicho stahiki kwa wenzao, wana kiu ya uharani wa kile wanachokitoa kwa wenzao. Msomi mmoja huyo, Aristotle, mwana falsafa anasema, anasisitiza kuwa haki inahusu mgawanyo wa mema na adhabu kwa usawa kulingana na ustahili. Naomba nirudie hiyo sentensi. Aristotle anasema, namnielewe vizuri si, si na lengo la kumleta Aristotle hapa, sababu yeye siyo Yesu. Mimi na lengo la kuleta maana ya haki hasa kuwa haki na husu mgawanyo wa mema na adhabu. Ukiangalia kwenye karatasi yangu hii, nimeweka mema na mabaya nimeweka msisitizo na nimeitalize na nimebold neno mema na adhabu kwa ku, kwa usawa kulingana na ustahili. Kwa hiyo haki sio kupata mema tu, bali hata yale anae uliyokosea utapata haki sawasawa na makosa yako, ndicho anachomaanisha so.